Na no, ni sehemu ya tano ya mwendelezo wa kesi ya waini na mkabili mwenyekiti wa Chadema na shaidi i hapa, ulivyoandika maelezo ya tarehe ishii mbili mwezi nne, waeleze majaji kama umewahi kuhasiliana na polisi juu ya jambo lolote kuhusiana na. Anajibu: waliniletea wito wa kuja kutoa ushahidi huu tarehe 11 moja Lissu: ni mwaka huu shaidi? Ndio. Lissu: kuna mahali kokote umeandika maelezo katika kipindi hicho ulipomaliza kutoa maelezo tarehe ishirini na mbili mwezi wa nne hadi leo shaidi? Anajibu: sijaandika. Lissu anaendelea: kuna kiongozi yoyote wa Chadema amewahi kukutish, eh, kukutishia kukuua shaidi? Anajibu: hapana kuna mwanachama je aliyekutishia? Shahidi anajibu hapana. Mheshimiwa Lisu anauliza kuna mtu yeyote aliyewahi kukutishia kwa chochote? Shahidi anajibu viko vya mitandao ya kijamii. Shahidi, nani aliyetoa? Shahidi anajibu siwafahamu. Mheshimiwa Lisu kuna mfuasi mwanachama ushabiki wa lisu amekutishia? Shahidi hapana. Mheshimiwa Lisu Angalia hadi sita mambo yanayohusu e, tarehe saba mwezi wa nne majira ya saa saba kama ulikuwa mwandishi yoyote wa habari wa Jambo TV. Shaidi anajibu siku naye. Lisu anauliza je, yes, siku hiyo mlienda na askari wa upelelezi mkakutana na Andrew Churu kutoka Dodoma. Shaidi, sio kweli. Lisu anauliza yupo askari anaitwa Andrew Churu, anasema wewe Pitu, mlienda Dodoma kwa naye? Shahidi anajibu, hapa sio kweli. Lisu, ulishuhudia hayo makabidhiano? Shahidi, sikushuhudia. Lisu. Polisi wanasema ulikuwa Dodoma, wewe unasemaje? Shahidi, waongo, mimi sikuwepo. Watu wanacheka hapa ambavyo eh. Basi huyu kweli eh, Pitu jina lake ni kama vile E, vi, vile vidonge vile vya kupunguza nani mambo. Basi tuendelee. Lisu anauliza kwenye hotuba yangu nilisema watu wakafanye fujo? Pitu anajibu ukusema mheshimiwa Lisu, hivi kusema tutazuia uchaguzi ni kosa la jinai kwa mujibu wa sheria za nchi? Shahidi anajibu sifahamu sheria. Lisu anauliza uliamini maneno niliyosema, umesema hapa mahakamani sasa, je, ni kosa kuamini maneno ya mwanasheria Nguli? Shahidi anajibu sijui. Mheshimiwa Lissu, sina swali zaidi Mheshimiwa Jaji. Basi tutaendelea e, kwenye sehemu ya sita kwenye mwendelezo huu wa patashika kati ya Pitu na Mheshimiwa Tundu Lissu kwenye kesi ya uhaini inayomkabili huyu mwenyekiti wa CHADEMA.